Kwa ajili yako, mimi naishi Baba, mimi ni kazi ya mikono yako wewe, kama si wewe nisingekuwepo Baba Mimimba, Baba ninaona nikuabudu maana matendo yako ni mengi sana ishara zako Baba ni nyingi mno, maana wewe ndiwe Mungu wangu uliniumba seme matendo yako. Yeah, mwimba vizuri, mwapendeza, stage presence kama unavyoona wa, eh, audience waliokuwa hapa wote wameguswa na uimbaji wako, na ni, ni, ni kazi kama nilivyosema ni, ni balaa. Watanzania, haya umeimba vizuri yeah. Ni hongera, tunaomba Watanzania wakupigia kura. Asante, Asante sana. Nashukuru na kumpigia kura Glanes Andika neno BSS acha nafasi, andika nambari yake ya ushiriki ambayo ningependa wewe kama wewe uambie Tanzania, yani, yeah, namba yangu ya ushiriki ni kumi na tano. Yaani yeah, Mungu mmoja huduma tano, mbarikiwe sana Watanzania wote, ninawapenda.